Hakuna hakuna hakuna, vyote ni vya mtoto. Kuendesha gari, mimi mwanamume, wewe? Kwa sababu unaendesha gari, ushabeba mimba? Unanichezea mimi, mi mwanamume bwana, nabeba zege. Ushawahi kubeba ujauzito ha? miezi tisa, na wakati mwingine inagoma kutoka, mwaka na miezi miwili Haijulikani mchana wala usiku, vyakula vyote vinakuwa vibaya. Umenielewa vizuri eh? <laughs> Alafu kutoka hapo anakwenda katika jambo zito zaidi. Sasa ile mahadhi, siku unapokuja ule uchungu, we bwana, we bwana, we bwana! Kuna baadhi ya watu wako hapa kwa sababu ya kuzaliwa wao, mama zao mpaka leo hawajainuka vitandani wameparalyze wapo hapo, wengine tunawajua. Wengine kwa sababu ya kuzaliwa yeye, mama yake akapata kichaa kile kifafa cha uzazi, wapo hapo. Wengine wamepata ulemavu ulemavu kabisa, kwa sababu ya kuzaliwa fulani. Alafu nasema mi nafanya kazi ngumu. Ushawahi kubeba huyu mimba? Ushawahi kuzaa wee? Mheshimu mwanamke, mheshimu mama, mheshimu dada, mheshimu shangazi. Kila ukimwona mwanamke pale, mpe nafasi yake. Ndio pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kusema, aljannatu tahta akdamil ummahati. Acha udarueshi, pepo iko kwenye akina mama. Ndo maana waswahili wanakuambia ukimwona mamake kito kama pepo yangu hiyo, inapita dili naye mtu huyo mpaka umalizana naye kwa salama usalimini usalimeni wahananala wa fiswaluhu tazama, wa fiswaluhu fi amaini, unamganda ndani ya miaka miwili. Na hii Mungu ametumia fisal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anamtumia mwanamke, anamtaja hapa kipindi cha mtoto tangu kazaliwa mpaka anafika miaka miwili. Mama hasubiri simu juu ya matatizo aliyompata mwanawe, hasubiri. Kwa mfano, mama yuko hapa, anasikiza darsa, mtoto yuko nyumbani huko basi likiwa linampata tatizo mama hapa anajua, ndo wafiswaluhu fi amali, hali hiyo ndani ya miaka miwili mfululizo. Waulizeni wa kina mama, kinamama anaweza kukaa, unaongea naye saa nyingine, unaangalia sinema eh, na, na mkeo lakini mmekiacha kitoto mmekilaza juu ya kitanda chake, ghafla unamwona mkeo anakwenda mbio ndani t eh, alikuwa anaanguka kambakisha yule mtoto mguu mmoja tu, lakini mwili wote ushaanguka. Anamuwai nani? Alimondoa hapa? wa fisaluhu fi amai, automatically Mungu anampa hicho kitu mwanamke. Na wengine na wengi wao wanakwenda hivyo. Hata ukiwa mzima hapo sasa hivi umri huo uliokuwa na wewe, ukiumwa mama yako anajua. Ukiwa na matatizo mama yanamuuma zaidi, hali hani Waswahili wanakuambia mtoto kwa mama hakui hukui. Kwa maana hiyo, ukiwa mtu mzima, mama wakati wote anakuwaza wewe. Ukifika wewe na kiela chako, kumbe mzee ana elfu kumi tu akupe, ukiondoka a, a, tena mjanja anakuambia hii kwa wajukuu zangu, mm, anakupa wewe wow. wafiswalo fi ma Wala sioa wajuku sio, eh, wajuku ana wajukuu zangu, tena namtaja mmoja yule na bili kampe, anakupa wewe, wallahi anakupa wewe, anakupa wewe, nawe tena unaichukua unaenda kuleta unatafuta mke mpya huko, tena umekuwa kidume mursalina <laughs>